Serikali hii kijiji naifuta kaka, tukupe zawadi na zawadi hii naikuba na kuchangia fedha ya kwenda kuchukua fomu kurudi tena, tena. Basi niombe wajumbe wa serikali ya kijiji pamoja na wananchi kapoliombelea kwaniaba ya serikali ya kijiji wajumbe moja wananchi, kwa miradi uliotuletea kijiji chetu mpaka sasa tunafanikiwa, fedha nyingi tunapata kupikia pale sokoni, miradi mingine sisi kama ya kijiji na laki moja. Kwa niaba ya serikali ya kijiji wajumbe a moja wananchi kwa miradi ulio tuletea kijiji chetu, mpaka sasa tunafanikiwa, fedha nyingi tunapata kupitia pale sokoni, miradi mingine sisi kama taa vijiji, na kuchangia laki moja katukue fomu tena tena, kazini kwa hekima na taadhima, naomba kuitamka fedha ambayo imechangiwa na wananchi, na kwa lengo la kuhakikisha kwamba mheshimiwa mbunge daktari Joseph Kizito Mhagama anapata nafasi ya kuchukua na fomu kwa awamu nyingine tena, kwa ajili ya kurudi madarakani, ili aweze kupata ridhaa hiyo kutoka kwa wananchi hawa hawa ambao siku ya leo wameweza kuchangia. Wamechangia laki mbili na mia saba. Leo wananchi walituta mmekusanya fedha mmoja mmoja, mwenye elfu moja elfu mbili elfu tano elfu kumi wote mmenichangia ili nikachukue tena fomu tuweze kuendelea kufanya kazi. Asanteni sana, a ninawashukuru sana sana sana. Haijawahi kutokea, haijawahi kutokea. Nimepita ziara maeneo mengi Nimechangiwa, nimechangiwa. Kwenye begi yangu ile, dereva nimemwambia, ile begi ina bahasha pembeni hivi, ina hela nyingi za michango ya wananchi. Nimepita Mkongotema, wananchi wamenichangia, vijiji vyote nimepita. Mtiangi, mbole na Gumbiro wamenichangia. Nimeenda Matetereka, Wino na kadhalika, wananchi wamenichangia. Lakini leo Lituta metia foni, ile bahasha yangu ya michango ya wananchi ya kuchukulia fomu inabidi ibadilishe. Ilikuwa ya A2 sijui A4, sasa nadhani itakuwa ya A3, yani iwe na ipanuke zaidi. Asanteni sana wanajituta.